Kama kawaida bwana, leo ningependa kuelekeza kuhusiana na kitu kimoja tu, kuhusiana na networking marketing. Watu wengi wamekuwa kidharau networking, ila ukweli ni kwamba network inalipa sana kama tu ukikubali kujifunza na ukiwa na mafunzo, ila network inalipa sana, na vitu vya msingi vya kuzingatia ni smartphone, bando na platform ambao watakwenda kujiunga. Na watu wengi sasa hivi wamekuwa wanajiunga na platform za ovyo ovyo, lakini wamekuwa wakikosea sana hiko kitu. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuwa na smartphone, bando na platform ya kujiunga iwe safi na salama kabisa, maana platform zimekuwa ni nyingi, lakini imekuwa si nzuri. Hebu tumsikize mdada hapa kidogo. Penda, hiku, fursa katika hivi dunia kwenye kwa hiyo yes, kwa kwa mpaka hapo tutaweza kuelewa namna gani ya simu yako itavokuweza kuingizia pesa. Jinsi ya mimi, nafundisha bure kabisa, kufundisha jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni ni bure. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni cheki WhatsApp online, Niandikie nifunze kwenye namba hiyo hapo, apo mimi nitakuelekeza, utaelewa then uta kama utakubali, utaingia uta eh, na pesa kila siku utatengeneza kila siku kila siku, kazi itafanyika kila siku na utaitengeneza kila siku, so bye, bye.